Eh, eh, eh, jamani uh -uh. Jamani, karibuni sana. Asalama, jamani karibuni Kaisiki. Tumekaa nyumbani. Eh, mume wangu akasema lakini siku hizi Kaisiki hatumuoni. Nikasema jamani, mume wangu, twende tumuone. Jo, jamani nashukuru, mtakula, niwape maji mnywe, au mmeisha kula? Kula kula? mtaweza kula? Eh? Hmm? au mlikuwa mmeisha kula huko kwenu eh. Mtaweza kula? Hmm? eh. Au mlikuwa mmeisha kula huko kwenu? Mtakula hapo?

Ni wanga sana haya nilikuwa sijana nili nilikunywa mengi sana. Jamani asante sana. Eh, karibuni. Eh asante. Karibuni sana. Karibuni pia baraka. Jamani kweni. Asante. Vitu hivi na tunaenda dunia vinapita. Yaani vinapita kabisa. Pepe shike. Jamani